Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu zanguni Waislamu, situone Mwanza hapa, mkajua labda tuna harakati kubwa sana. Wallahi hakuna chochote tunachofanya. Tunatakiwa tushikamane, tuendeshe Uislamu, tutoe mafunzo, wengine waige mifano yetu. Leo tunasifiana tu makaburi. Saa hivi yamekuwa masafi, ili kaburi liko safi, huyo ndani yepo alipo kwenye kaburi ana usafi humo ndani? Unajua na hali gani humo ndani Tutengenezeni usafi wa kwenda mle ndani, kuulizwa tu huu juu, huu ni wa macho, lakini yale tutakayoulizwa kule ndani. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, leo hatujui maana aitwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maana yake nini? Wallahi, waislamu wengi hatujui, lakini Mwenyezi Mungu anasema, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmat wa ulaika humul muhtadun. Utakaposema tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, unataki, unasaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma, na unapata rehma. Wa ulaika mwuna mustadi, unatengenezeo na uongofu. Leo hatuna hata kusema tunashindwa. Fulani kafa, ee, wanaoshe wapi? Abedi. Abedi itaosha peke yake Mwanza nzima jamani. Anapoosha hapa maiti kuna Muislamu mwingine anakuja kuja kuosha maiti. Leo tuna maiti tano sita msekuturi. Wangapi mmejitolea kufanya hizi kazi? Sanda hatuna. Sanda tulikuwa nazo hapa jora kumi, leo zote zimeisha. Makaburi hayo natakiwa watengenezwe. Nani ya nashughulikia? Sisi tunapiga kelele, ndio hiyo michango inakuja, tunasafisha juu, lakini tusiridhike na kusafisha juu. Jamani, tusafishe nafsi zetu, ili mle ndani tutakapokwenda pawe pazuri zaidi, na tuweze kusafisha mle ndani. Lazima tuuishe Uislamu, vijana wetu wa Kiislamu wajue Uislamu, ili waende nao mle ndani ya makaburi, mle ndani pawe pasafi zaidi kuliko hapa juu. Kule ndani ndio kwenye matatizo, sio juu. Huko juu mtu atapakiwa na nini? Hapana tatizo. Kule ndani kuna masuala ambayo tutaulizwa, kuna amali tunazokwenda nazo. Qurani ulioisoma wewe itakusaidia kule kwa rafiki yako. Leo umesoma Qurani. Ukimaliza kusali dakika mbili ushaondoka. Ujatengeneza rafiki wa, wa vina, vina, vina kwenda naye kaburini. Amali gani utabaki nao kaburini? Unaambia mtu akifikishwa kule kaburini aki vitu vitatu vina vinakwenda. Viwili vinarudi kimoja kinabaki. Kinachobaki ni kipi? Ona kijua ni kipi. Bila kufanya juhudi ukajitahidi tutajua utajua hicho. Tujitahidini, tusaidiane, tufanye kazi ya kheri, watu wajue Uislamu wao. Tutengeneze makaburi yetu mazuri. Makaburi sio ya kupalilia, makaburi yetu ya ndani ya makaburi mwana ndani wako utakapoenda kulazwa, patakuwa pazuri, utapata mwisho uliokuwa mwema. Ni aima utaipataje bila kung'ang'ania kukaa msikitini, kuomba kufanya heri yotea? Nataka juhudi, jamani, ndugu zangu Waislamu, nataka juhudi, tuache uzembe. Uzembe umri umekwisha, wala usifikiri wanakufa wazetu, hata vijana, vifo vya ghafla vimekuwa vingi kwelikweli. Nani anajiandaa na kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa mali zetu za duniani za leo, kila unavyopita unakuta magenge, kila duka unakuta, unakuta jezi tu za Simba na Yanga, kila video unakuta kuna tawi la Simba na Yanga. Wallahi unaenda kijijini kununua mbuzi, unakuta kuna kijiwe cha Yanga na Simba. Huwezi ukarudi ukasema, nimeenda kununua dengu au maharage kijiji fulani, sijakuta msikiti hadi kumi, hadi kumi kabisa. Nani limume sasa Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tushikamane tufanye kazi kwa ajili ya kheri. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.